Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Leo naomba wafuasi wa chama hicho mnisikilize. Leo naomba wakeleketu wa chama hicho cha CHADEMA mnisikilize. Hivi naombeni niwaulize swali, kwani ukiwa mwanachadema mpaka uwe mkolofi? Kwani ukiwa mwanachadema mpaka uwe na vurugu? Kwani ukiwa mwanachadema mpaka uwe unajua kutukana? Kwani ukiwa mwanachadema mpaka uwe unajua kutishia tishia ngumi? Auwezi tu kuwa mwanachadema ukawa tu mtu wa mongo? Auwezi kuwa mwanachadema ukawa tu mstaarabu? auwezi kwa mtu wa wana chadema, ukaacha kutukana kutukana. Sasa leo nataka nione atakaye nitukana, na mimi nalala naye mbele. Atakayenitukana Mungu atampiga mpaka anye. Atakayenitukana adhabu ya Mungu itashuka kubwa. Atakaye nitukana, nitalala naye mbele. Atakayenitukana nitanyoka naye mbele. Kwani huwezi kuwa mwana chadema bila kutukana tukana tukana? Amani uhuru, uombi kwa matusi. Uongozi uombi kwa matusi. Wa njoo na sera zako tutakuelewa. Sadaka baadaye nitazijia.